Hujambo mtazamaji, na usikose kuungana nami hadi tamati mwa taarifa zetu. Naitwa Khadija Mwinyi na mtangazaji wetu wa ishara anaitwa Judith Mwamuye. Visa vya wananchi kupigwa risasi kimakosa na maafisa wa usalama bado vinazidi kushuhudiwa huku maswali mengi yakiibuka kuhusiana na utepetevu katika utendakazi wa maafisa wa usalama. Katika kisa cha hivi majuzi ni cha mwanafunzi wa kidato cha pili, Mohammad Juma ambapo kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Oscar Ochieng, familia ya kijana huyo bado inaendelea kupata wakati mgumu kuamini yaliyotokea huku aki kama haki itatendeka. Ni takriban wiki mbili sasa tangu Muhammad Juma kuletwa katika hospitali hii ya Mewa ili kupata matibabu ya kufuatia kupigwa risasi katika kisa kinachodaiwa cha kimakosa na maafisa wa polisi wakati alipokuwa akitoka maeneo alipokuwa akizungumza na marafiki zake kuelekea nyumbani. Hiki ndicho chumba ambamo Mohammad Juma amekuwa akiuguza jeraha lake la mguu baada ya kupigwa risasi wakati ambapo hakuwa ametarajia. Kimya na uchungu mwingi unaoonekana kwenye uso wake na kueleza kwa kifupi namna anavyojaribu kuelewa matukio yaliyopelekea yeye kuwepo hapa. Juma anakumbuka vyema namna siku hiyo ilivyokuwa. Asale, chanda, bondeni ile tusha toka Kitoroni, mara naona tambili za waka. Mimi nikajua zina ambulance ilikuwa itoe sauti, nikajua zina ambulance hasa. Ile kusogea mbele, naona watu katika matatu wanashuka. Sasa mimi nikashtuka, nikaangalia kuna nini katika matatu, watu washuka, wakimbia, mapolisi na polisi mlimo na polisi mmoja antoka, yapiga goti, anshikilia bunduki sasa mimi nikasema ah, hapa si salama, acha nirege zangu huku, polisi kusale kukimbia naye kupiga, nakimbia na naregea zangu mbele, ndio mbele, nikaanguka. Kile Juma anachokumbuka kutoka kwa maafisa wa usalama baada ya tukio hilo ni maswali tu, na hadi kufikia sasa hakuja kuwa na mawasiliano yoyote kutoka kwa idara hiyo. Hiyo siku lipolitopa hospitali asubuhi yake ndo alikuja akauliza maswali, ulikuwa wapi, sehemu gani, saa ngapi, koa toka wapi, kawajibu ka maswali wakwenda zao. Mamake Juma Asha Omar Saif anawasiwasi kuhusu muda atakaokaa mwanawe katika hospitali hii kufuatia majeraha aliyopata. Ni jambo la kusikitisha kama hali ya Mohammad sahii imezoroteka, yuko hapa hospitali. Leo ni siku ya kumi na mbili na ametiwa theater, na kesho pia anaregeshwa tena theater kwa mara ya pili kwa kufanyiwa tena upasuaji wa kuangaliwa mguu wake vile umeendelea, maanake ako na multiple injury, ako na wound, bullet wound, ambayo ilipenetrate from behind ikatoka kwa mbele, kwa hivyo akuna hole kisha akuna fracture pia. Kwa hivyo uh, daktari ameonelea na kesho pia aregesha tena theater ili huo uh, mguu uzidi kuangaliwa. Asha hana uhakika kuhusu namna mustakabali wa mwanawe utakavyokuwa katika siku za usoni. Anasema kuwa talanta yake ya kusakata kabumbu huenda ikafika tamati, kwani kwa sasa atalazimika kutumia vifaa hivi ili vimsaidie kutembea. Maanake sijajua hatima ya mtoto wangu kama ataweza tena kuendelea kucheza mpira au la, ni kuomba Mungu na Maulana ajalie kesho, akitiwa tena thiata ndo daktari ataweza kutupa uhakika wa, hakika, wa uh, kesi ya mguu wake, maanake mpaka sasa hajaona vizuri kusimama, anafanywa kulazimishwa kusimama na uchungu ni mwingi, saa zote anapawatiwa mapenkillers na wakati anafanyiwa dressing ni kama ambaye ndio balaa kubwa, mpaka madaktari wote wanakuja hapa kwa ile position ya ile kidonda ambapo iko. Akizungumza kwa njia ya simu, mkuu wa polisi katika eneo la Mombasa Geoffrey Mayek anasema bado familia ya Muhammad Juma haijapiga ripoti kuhusiana na kisa hicho, na kusema uchunguzi utafanyika punde tu watakavyofanya hivyo. Wakati wengi ikiwemo familia ya Mohammad Juma wakisubiri haki kutendeka. Swali lililopo katika vinywa vya wengi ni je, afisa wa polisi aliyetekeleza kitendo hicho hakuwa amehitimu? Oscar Ochieng, Pwani TV.